Mamlaka nchini Tanzania zimeendelea kuwaandama na kuwasaka wanaharakati ambao inasema ni wachochezi wa vurugu na machafuko ya Oktoba 29 nchini Tanzania. Serikali imeenda mbali zaidi kusema kwamba wanaharakati hawa wamekuwa wakipokea pesa ama mlungula kutoka kwa mataifa ya Magharibi, ambayo pengine yanatamani rasilimali za Tanzania, kwa hivyo yako radhi kutoa pesa kuwafadhili wanaharakati hawa kuwalipa vijana ambao wanatuhumiwa kwamba ndio wa waliofanya vurugu Oktoba 29. Serikali ya Tanzania pia imeenda mbali zaidi kwa kuiandikia kampuni ya Meta kutaka akaunti za wanaharakati wawili mashuhuri nchini Tanzania, Mange Kimambi aliyoko nchini Marekani na Maria Sarungi anayeishi nchini Kenya. Akaunti zao sasa zimefungwa rasmi, kuanzia Facebook, Instagram pamoja na WhatsApp. Akaunti zao sasa, maudhui yao hayaonekani nchini Tanzania. Mange Kimambi akaunti zake zimefungwa kabisa, hawezi kufanya chochote. Edgar Mwakabela, mwanaharakati mwingine maarufu kama Sativa, akaunti yake imefungwa juma hili pia, kutokana na kile ambacho serikali ya Tanzania imesema kupitia kampuni ya Meta, ukiukwaji wa wazi wa sheria za nchi kwa kueneza habari za chuki na uchochezi. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamekosoa kitendo hiki ambacho wamesema ni wazi serikali ya Tanzania inaingilia uhuru wa watu kutoa maoni. Serikali ya Marekani kupitia wizara mambo ya mambo ya nje imesema inapitia upya uhusiano kati ya Tanzania na Marekani baada ya taarifa za mauaji ya waandamanaji na kujeruhiwa. Swali kubwa linalobaki hapa ni yapi zaidi yatafanywa na serikali ya Tanzania dhidi ya wakosoaji wake?